Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati mmoja Masahaba walikuwa wali na yeye, wakamwambia sifa za mtu ambaye kwamba yuko Madina, alikuwa akifanya ibada ajabu. Walikuwa akimhadithia ya Rasulullah, yule bwana akiingia katika swala umalizi swala zake, yule bwana akiingia katika swala basi ana khushui ya ajabu. Ya Rasulullah, ni mtu fulani wavaa hivi, akivaa, mashallah kanzu zake ni hatari, akivaa design zake, namna anavyovaa majoho yake. Mtume swalla sallam kila kielezo, yawaambia, sijamfahamu bado ya sija, ya Rasulullah yuko hivi na hivi, mtume anawaambia bado sijamfahamu. Basi mtume akawaambia nionyesheni. Wakati mmoja wameketi nje msikiti, na masahaba na mtume swalla sallam yuko hapo, yule bwana akajitokeza. Alipojitokeza masahaba wakafurahi, wakamwambia Rasulullah, ndo yule sasa, yule tulikuwa tukikwambia kwamba ana khushuu ina swala zake ni swala nzuri nzuri. Basi ndio yule pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kaanni ara fi wajhihi, kana kwamba naona mimi katika uso wake safatan min ash-shaytan, naona alama ya Shaitani iko juu ya kipaji chake cha uso. Hii hadithi yatuonyesha kwamba bado haijakuwa kipimo sawa cha kuwapima watu na swala zao kwamba wao ndo wametakasika nafsi zao, na wao ndo ambao wa kwamba wameshapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaani ara kana kwamba mimi naona, fi waji katika uso wake, safatan mina shaitani, kitone katika alama za shaitani. Masahaba radhiallahu anhum wakashangaa, Mtume sallam wakawambia, namuoneni, akipita hapa hata salamu hatatupatia. Yule bwana akaja akaingia msikitini, hata kujua kwamba hapa kuna khairu khalqi llah kuna mbora wa viumbe yuko hapa. Hakujua yule bwana, akaingia msikitini hata kusalimia hakusalimia. Alipoingia msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza masahaba, muiteni aje. Na Mtume akawaambia dhari, akawaambia huyo bwana akija hapa, nikimuuliza kwamba je, ulipokuwa wapita hapa, hayakukupitikia mawazo kwamba sisi tuliokuwa hapa ni watu wa chini, mbora ni yeye peke yake? atasema ndiyo. Yule bwana alipoitwa, alipoulizwa, akasema ndio, mawazo yalinipitia kwamba nyinyi hata hamna chochote, mimi ndo mbora hata kuliko nyinyi. Na ndizo zongozo hatari. Leo watu kama hawa wamejaa katika mitaa yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mbele ya hadithi, nafikiri mbele pia tutakuja kuzungumzia masala kama haya, lakini hapa ningetaka tu kugusia kidogo mpaka mwisho wa hadithi. Mtume akaamrishwa auliwe mtu kama huyu, kuonyesha madhahar ya mtu na ibada zake haitoshi, mtu kujipiga kifua, kujiambia kwamba mimi ndio mwema kuliko wengine.